Karibuni kwenye chaneli yangu, tuendelee kujifunza. Leo tutapika maini ndio. Tutatumia vitu vichache tu, viazi viwili vikubwa, nyanya pamoja na vitunguu na maini. Nimeyakata alafu nimeyaosha. Utabandika sufuria yako ya mafuta jikoni kama hivo. Kisha anza kupata moto, utaweka kitunguu. Utaweka kitunguu hapo, kama nimeweka kitunguu. Utaacha kitunguu kianze kuiva vizuri baada ya hapo, kitunguu chako kimeshageuka golden brown, akijangua unaweka viazi vyako hivyo vikatakata size ndogo, ndogo, ndo size ninayopenda, sitaki izidi ukubwa wa maini. Ukiona viazi vyako vimeanza kulainika, vimeanza kuiva, utaweka maini yako, ndio tayari umeaosha, umeatulia ile gamba ya juu, alafu baada ya hapo utaageuza vizuri na kuweka Utayaacha sasa yachemke vizuri, alafu utaweka chumvi kiliko kidogo hicho kimoja imeweka kiona maini yako kama hivyo, maana yake ameanza kuchemka, yanakuwa yanatoa maji yenyewe. Utayaacha yaendelee kuchemka kwa kutumia yale maji yake, yaendelee kuiva taratibu bado yana maji yale kule kidogo chini yanaonekana. Utaacha endelee kuiva taratibu. Hapo ukija kuangalia tena, utaona maini yetu yameiva vizuri mpaka mafuta yamebaki, maanake yale maji yote yameshakauka. Sasa yamebaki mafuta, unaweka nyanya, maanake maini yetu yameiva kiasi kizuri, imeshatoka yale maji yote. Baada ya hapo utaweka nyanya, kisha utafunika nyanya, usizipondeponde ziache zilainike zenyewe. Ukija tukufanya hiyo vitali, unakuta zimesha zimeshalainika. Lakini kwa wale ambao huwa wanasaga nyanya nawenyewe wataziruhusu nyanya, nyanya zichemke vizuri. Baada ya hapo, ukiwa unagusa tu hizo nyanya yenyewe, unaona kabisa imetubu mekubali kugeuzika, usiponde. ponde. Tageuza ukipenda. Sapo wale wa viungo vingi, kama unapenda kuweka binzari, unataka kuweka tungo saumu au tangawizi, kama hujachemshia kwenye maini huo ndo muda mzuri wa kuweka, lakini napenda iwe simple hiyo tu, nisikie ladha ya kila kitu, kiazi pamoja na nyama. Baada hapo tutaifunika. Kama unapenda hoho, pia unaweka carrot, utaweka wakati huo, lakini watu wangu, vitu vingi wao wapenda wanapenda, hicho hivyo simple ndio maana napenda kupika hivyo kirahisi, lakini napenda viungo vingine unaongeza. Lakini pia tukaandaa mboga nyingine ambayo ni bilinganya kama mboga ya pembeni, na mahitaji ni machache tu: kitunguu, nyanya na bilinganya yenyewe. Taweka kitunguu, tafiruhusu kiive vizuri. Baada ya hapo, utaweka bilinganya, alafu utaiacha bilinganya na vitunguu vichanganyike vizuri, maana bilinganya ni tabia ya kulainika yenyewe. Usisahau chumvi kama hivyo nilivyoweka bilinganya, ikilainika utaona inakuwa laini yenyewe tu, kama hivyo inashuka, na kama ilikuwa imejaa inashuka. Baada ya hapo, utaweka nyanya. Ukishaweka nyanya, utaweka na chumvi, ingie kidogo, kufanya nyanya ilainike vizuri. Alafu utaifunika, utafunika kwa dakika tatu, ruhusu nyanya hivi vi vizuri. Baada ya hapo, utaanza kuchanganya nyanya na zile bilinganya kama kuna njia nyingine unayojua ya kuunga tofauti na hiyo, ukipenda kuongeza vitu hapo kwenye biringanya. Kama nilivyosema, mimi napenda kitunguu, nyanya na vitu vichache, na mimi nitumia na karanga ya kusaga kama inavyoonekana hapo. Ukipenda unaweza kutumia nazi na hapo utaruhusu chemke. Utaona mafuta yanajitenga, maana yake mboga yako iko vizuri kwa ajili ya kuliwa. Kama inavyoonekana hapo, biringanya yetu iko tayari. Mpaka hapo takuwa tunaweza kupika, na sahani yetu ndio hiyo inaonekana: wali biringanya pamoja na maini. Asanteni, bye.